Visa vya uhayawani miongoni mwa wakenya vimekithiri mno, haswa ikizingatiwa visa vya hivi majuzi vya wanaume kuwavua wanawake manguo. Hii leo kwenye makala ya safari ya msafiri, tutaangazia maoni ya wakenya tofauti, viongozi wa kidini, viongozi wa nchi na viongozi wa idara tofauti katika serikali. What can I do baada ya kisa kilichotokea wiki iliyopita, mtaa wa Pipeline, Embakasi, Nairobi, wasimamizi wa shirika alama la matatu la Embasava walijitokeza na kukashifu kitendo hicho. Kama kuna mtu ana ushahidi ya kutosha ya kwamba kitu kifanyika kwetu, tunamuomba tu afike kwetu atuelezee, tutasaidiana. Huku wakisisitiza kuwa wafanyikazi wa shirika hilo hawakushiriki katika kitendo kile. Na ile kitu nimeona hapa, hiyo sio kitu, na hapa ni kwa stage yetu, kwa sababu kitu nimeona pale ni gari yetu, na gari zetu ziko mingi, tunatumia so barabara mingi, so i think hizo gari yetu vile ilipata hii, ni zinatupata ilipata hii mambo yakiendelea Hali ya kusimama. Na kusimama paka gari isimame. Sasa ni ukiangalia hapa hakuna hata mmoja watu wetu kaanga nguo na hatuna makanga ambayo wako wa barabara. Na baada ya hayo mmoja wa wafanyikazi wa shirika hilo akajitokeza na kusimulia yaliyotokea. Kauliza, madam ni nini? Mbona unajaribu kutuonyesha nini? Huyo mama akapinduka kuangalia wa vijana akaanza kuambia, wewe, tumieni akili sasa si vijana wakawa sort of annoyed one of them, so nilikuwa nyuma kidogo hivi one of them, akashika hiyo nguo. Hiyo nguo ilikuwa tight, hebu you can imagine, alafu akashika kidogo hivi ikararuka kidogo tu pale chini. So ikaanza sasa, huyu madam anataka kushika vijana kwako, na vijana wakakuja. You can imagine that the village stage, ziko vijana wakaanza ku nini nini, unajaribu kutuonyesha nini? hivyo hivyo, madam naye akasukari kapanda Akaanza kutaka kuwapika. Wakenya nao wakawa na hisia tofauti kuhusu kitendo kile. I think ladies should try and wear something that is pretty much, you know, acceptable, you know, to the majority. Na hisia zikawa tofauti. Whatever you're wearing, like it's your own body, it's you who has the right to make whatever decision you want to. Baada ya shirika la matatu la Embasava kukashifiwa kwenye mtandao, viongozi wake walijitokeza ili kupeana msimamo wao. After scro- uh, close scrutiny and analysis of this clip, it's very clear that this infamous act was performed by some notorious layabouts along our operation routes or our staff, that is drivers, conductors and our stage clerks are all uniformed and none appeared in the footage as posted in the internet and in social media huku wadau na wakuu kwenye sekta ya usafiri pia wakikashifu kile kitendo we condemn this na ileweke is not normal for us at times to embrace this kind of things we don't na ndabasaba is one of the most disciplined circles in Nairobi One of the top ten, as we are talking, ambayo inajulikana inazingatia sheria, inazingatia ule ndhamu. Hukumu mwenyekiti wa mamlaka ya kitaifa ya uchukuzi na usalama NTSA li Kenya Njui akiahidi kuwa sheria zitafuatwa ili kuadhibu waliotekeleza vitendo vile. We are going to take administrative action even as the criminal prosecutions continue to go on. Therefore, we are trying to say that the code of ethics that we've given to the PSV must be adhered to religiously. Na baada ya hayo, wakenya wakaendelea kufululiza hisia zao Huku wengine wakitoa usia kwa wale waliotekeleza vitendo vile. Ilani, kitendo kama hicho ni jambo mbaya sana, na kuna njia mbadala za kumwelezea mtu kujua, ili aweze kufahamu ndio amevaa vibaya, na wakati mwingine arekebishe, rather than kumtoa nguo. Maoni ambayo yaliungwa mkono na makamu wa rais William Ruto. Sasa wewe, mwanaume ambaye sijui wewe umetoka dunia gani I, vile mama amevaa ni haja yako ni nini? Wewe enda valisha girlfriend yako vile unataka, ama bibi yako vile unataka. Wale wengine wavae vile pia wanataka. Na wazazi kuashiria ghadhabu yao kuhusiana na vile vitendo Uh, nasema haifai kwa ajili kufua mtoto nguo, kwa ajili, mimi naamini ya kwamba kila mtu ana sababu za kufaa jinsi anavyofaa. Yamekuwa ni makala ya Safari ya Msafiri nami Supah Hukah. Ni Safari ya Msafiri na Supah Hukah.